Sehemu ya pili. Baada ya kusikiliza sehemu ya kwanza ya kazi ya mochwari, msimuliaji wa kupendwa kabisa nikiwa ka, ni mimi Kaniban ni Ahmad ninayekuingizia sauti na voko za sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Allah, ambaye unaweza ukanipata kama utanihitaji kuwa simulizi zako, na kama unahitaji una simulizi yako unahitaji kuingiziwa sauti ya mamlaka sauti niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu unaweza ukanipata kwa namba za simu sifuri saba kumi na saba sabini na mbili ishirini na moja mwisho themanini na moja. Na pia nina bei nafuu sana sina gharama, lakini pia msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, lakini pia wale ambao ni wageni wa Ulimbo wa Simulizi, napenda tu mumtambue yule ambaye anafanya nyinyi mwendelee kuburudika ambaye pia ananipa mamlaka ya kuzungumza nanyi katika Ulimbo wa Simulizi. Huyo si simu mwingine ni gwiji na yule ni nguli ambaye mimi huyo, napenda kusema he is the scariest man in the world uh, katika makuzi yangu yote, I've never seen a person like him he is a great the greatest, and all the time he is a great that buddy. Oh this this guy called he known as Mr. Zuberi Maruma huyu Zuberi Maruma unaweza ukampata kwa namba za simu 0673 5645 na mwisho ni 53. t huyu bwana ndio mwandishi wa riwaya yako safi ya Mochwari, kazi ya Mochwari, lakini pia amenipa mamlaka ya kuingiza sauti katika riwaya hii nami nataka uburudike na, na uendelee kuenjoi kabisa katika chaneli hii ya Ulimbo wa Simulizi Usichoke, tunakuomba uenjoy. Uenjoi. Sikiliza vitu vipya, utajifunza utafanya ubongo wako kupata lishe ya yes, sauti ya mamlaka. Lakini pia si sauti ya mamlaka, utapata lishe ya visa vizuri vilivyotafutwa na Zuberi Maruma katika hali ya kuweka jamii kuwa sawa, lakini pia kukufanya wewe msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi uweze kuburudika na kuenjoi. Asante sana kwa kuungana nami katika riwaya yako safi ya kazi ya mochwari. Nami bila kukupotezea muda na hitaji kuendelea pale tulipoishia, tuliishia pale ambapo Mr Joseph alikuwa ameingia ndani katika chumba cha maiti akiwa na daktari akamnyoshia kidole kule ilipo mochwari. Hakuweza kuongea kabisa, nilikuwa na kigumuzi kikare. Daktari alinielewa, tukaongozana naye mpaka mochwari kufika nilishtuka, kukuta miili kama ilivyokuwa awali ikiwa imefunikwa vizuri tu, nikazidi kuchanganyikiwa. Tunaendelea. Daktari akawa akiniangalia kwa mshangao, ni wazi alisubiri niongee neno. Mimi bado niliangalia kule ndani, huku nikitetemeka. Sikuzungumza kitu kwa sababu ujasiri wote ulinitoka. "Kuna tatizo gani bwana Joseph?" Baada ya dokta kuona nimeshindwa kabisa kuzungumza, akanipiga swali. Nikabaki nikimnyoshea ule mwili wa yule mzee kidole. "Kwani kuna nini kimetokea ya rafiki yangu sasa si ndio?" Ikabidi nianze kumsimulia. <laughs> Daktari akabaki kanitumbulia macho pasina kuamini kile nilichokuwa nikimsimulia. Daktari akausogelea ule mwili ambapo mimi nilimfata kwa nyuma, akaufunua. Ulikuwa katika hali ile ya mfu, hata hakuangaika kuupima. Akatingisha kichwa na kutoka zake. Nikarudi zangu nje na kuketi sasa, rundo la maswali ya kirindima katika kichwa changu. Wakati nikiwa katika maswali yale, gafra gari ikawasili nikaona ni wale ndugu zake wameshuka, wakasema wamekuja kuchukua mwili wao. Alikuwa ni mama mmoja na wakaka watatu, ndio hao hao walioongozana na yule daktari asubuhi wakati wakimleta mochwari. Basi nikawauliza mmeshazungumza na madaktari, wakanijibu ndio. Basi tukasaidiana mimi na wale wakaka, tukautoa ule mwili tukaupakiza ndani ya gari waliokuja nao Vijana wawili wakakaa nyuma, kijana mmoja ambaye ndo dereva na yule, na yule mama wakaenda kukaa mbele. Gari ikaondoka. Hawakuniacha bure, wakaniacha na hela ya soda. Baadaye nesi Magdalena akaja. Huyu ni nesi, alikuwa kama mwangalizi mkuu wa maiti, akiwachoma sindano kusudi maiti zisiharibike. Yeye ndo aliyokuwa na idadi yote ya maiti walioko kule mochwari. Na yeye ndio aliyekuwa mwangalizi pekee wa maiti katika hospitali ile. Mwanangu Magdalena, ule mwili wa yule mzee umekuja kuchukuliwa. Nilimwambia dada yule ambapo alishtuka. Kwa nini lakini mzee ukaruhusu ile maiti ikachukuliwa wakati hijalipiwa pesa ya matibabu? Lakini amesema ashamalizana na daktari na karuhusiwa achukue. Ah, Mzee Josefu, kwa nini usinge niambia mimi? Lakini mimi si ndo nahusika na maiti, na mimi ndio ni inatakiwa niruhusu mwili utolewe, kwa kuwa na takwimu nzima, yupi level yupi ana matatizo, unagharamika hapo mzee. Kwanza si walisema watakuja kuuchukua huo mwili kesho? Kimbelembele gani kimewafanya waurudie? Nesi Magdalena alikuwa ni mwanadada mwenye maneno ya mdomo mchafu, japo ni binti mdogo ambaye, japo ni binti mdogo ambaye anaweza kuwa hata binti yangu, alinisema sana, alinitukana. Basi mimi sikumjibu kitu, nilimsikiliza, akaongea mpaka akatosheka, akaingia zake ndani. Punde wale wadada wawili wanaofanya usafi wakaja, wakaingia kumsaidia kuchoma ile miili sindano na kuipaka madawa. Mimi nikatulia zangu tuli nje. Jioni mwenzangu akaja, nikamwelezea kila kitu juu ya yule mzee alioletwa asubuhi, wakiongozana na wale wakaka watatu na mdada mmoja. Basi wakaahidi wangerudi kuwachukua kesho. Matokeo yake walirudi mchana na kunaambia wamemalizana na daktari, hivyo wanataka mwili wao. Mi nikawaruhusu nikawaruhusu wachukue. Pia nikamweleza jinsi nesi Magdalena alivyonitukana. Mzee mwenzangu akanambia nisijali, kikubwa nisije nikaruhusu mwili kutoka bila kuonana na huyo nesi maarufu kama mlezi wa maiti. Akanipa na namba zake za huyo nesi, ili nimpigie tatizo kama hilo likitokea. Basi mimi nikarejea zangu nyumbani, ila ile hela ya soda niliyopewa sikujua ilipotelea wapi, msikilizaji. <coughs> Nilipofika nyumbani, nikamweleza kila kitu mke wangu. Alinipa pole ajabu ajabu, akashangaa, akapika, tukala, hatimaye siku ile ikapita. Ni siku ya tatu hiyo na linda mochwari tena, asubuhi mchana, jioni nimekumbwa na maswahiba makubwa hivi. Je, inakuwaje? Basi tuendelee. Siku ya nne nikaamka salama. Baada ya kunywa chai, nikaelekea zangu kazini, moyoni nikiwa sijui nitakutana na lipi jipya. Mwenzangu akanipa lindo na akaondoka. Nilikaa. Ilipofika mida ya saa nne asubuhi nilishtuka kwa mba, nilipoona yule mama na wale wakaka watatu ambao nilijua kama ni watoto wa yule mzee wakija huku wakiongozana na nesi Magdalena. Walikuwa wakija resi sana ili kunifikia. Nesi akaanza, wewe mzee, si ulisema hawa jana walikuja kuchukua mwili wa mzee wao? Ndiyo, kwani nini tena kilichotokea, mwanangu? Nilitikia huku nikiwapiga swali, sisi saa ngapi jamani? Nikashtuka, nyinyi jana simlirudi mkamchukua, nami niliwasaidia kumpakiza kwenye gari. Hapana bana, utakuwa umekosea. Sisi ah, wapi! Una uhakika? Sisi tulisema tukakae, tukakae familia tuchange hela, leo ndo tujeni. Inakuwaje tena useme tuliuchukua mwili wa baba? Pale pale yule binti akaanza kuangusha kilio, akisema anamtaka baba yake kwangu. Haya hakika yalikuwa ni mapya. Basi wote tukachukuana mpaka kwa daktari mkuu wa ile hospitali, ambapo aliwaruhusu waendo polisi. Baada ya dakika chache, walirejea na polisi. Hakika nilijua nitachukuliwa, ila wale wakatoa maelezo yao, nami nikatoa maelezo yangu. Daktari na polisi sijui waliongea nini wale watu wakaambiwa waje baada ya siku tatu, wakaacha na namba zao pale hospitalini, wakiambiwa uchunguzi unafanyika, wasiwe na wasiwasi. Baada ya wale ndugu kuondoka, nami nikaambiwa nikaendelea na kazi. Nikatoka kule ofisini na kwenda kule mochwari. Ile naingia ndani ha, hakika sikuamini. Nilimkuta yule mzee akiwa kakaa kitako akinicheka pale pale, giza lilinitawala. Sikujua ni saa ngapi, nilidondoka chini na kupoteza fahamu. Nilikuja kufungua macho yangu, nilikuwa nimelala katika kitanda ambacho sikupata tabu kung'amua kwamba ni ndani ya chumba cha hospitali pale. Nilitaka kujaribu kuvuta kumbukumbu, ila nilipokelewa na maumivu makali sana ya kichwa. Pembeni yangu alikuwepo mke wangu, ambaye alifurahi baada ya kuniona mumewe nimefungua macho. Baadaye kidogo daktari alikuja akasema nilipatwa tu na mshtuko hivyo, niliruhusiwa. Nilielekea nyumbani ambapo nilimwelezea mke wangu kile nilichokutana nacho. Pia nilimwambia wazi kuwa ile kazi basi, kwa mazingira yale, a, sitofanya tena. Mke wangu, lakini mume wangu, tutakula nini? watoto watavaa nini? ada utalipa nini? Jitahidi kuvumilia, mumo wangu, utazoea tu. Kila mara mke wangu alinipa moyo, akinilazimu kumwelewa. Kesho yake nikarejea kazini kama kawaida, ikiwa ni siku ya tano toka nianze kazi. Mwenzangu wakati ananikabidhi lindo, kuna kitu aliniambia: bwana Joseph, hii kazi sio ngumu kabisa, ukitoa hofu Pindi ukiingia katika ile wodi ya maiti unapaswa uichukulie kama umeingia wodi ya kawaida, wale maiti waone kama watu wa kawaida. Kingine mzee mwenzangu, aye matukio uyaonayo si wewe tu unayoyaona hata mimi, ila inapaswa uyapokee kikawaida. Kuna makubwa tena ya kuogopa zaidi ya hayo, sasa usiku ila ukizoea hayakupi shida wala tabu. Kingine ndugu yangu, nitakupa namba zangu. Huyu mganga ni Mnigeria anaitwa Akofi, yupo Nakuru. Jumatatu si unaingia usiku? Nikatingisha kichwa kuwafiki. Akaendelea, basi kama unaingia usiku Jumatatu basi itakupasa uende yeye, atakupa dawa itakayokutoa hofu kabisa mbona hii kazi utaiona ya kawaida. Ndugu yangu mlinzi mwenzangu akanipa hizo namba za huyo Akofe akaniaga. Punde akaingia mbunge fulani sitomtaja jina, nitamstiri. Alikuja na vitanda kadhaa vya maiti, maana maiti walikuwa wakilazwa chini. Baada ya kuvigawa, wakati anaondoka akahitaji kuongea na mimi chemba sikuamini wala sikujua kama ipo siku ningekuja kuongea, achia mbali kushikana mkono na mbunge yule. Kwanza alinipa pole kwa kazi ile niifanya nayo, na mwisho akaomba namba zangu. Nilishtuka, huwezi amini, mbunge anakuomba namba, mlinda maiti. Ila alinitoa hofu, akasema nisijali, ni kawaida tu kuna jambo fulani atahitaji nimsaidie, na nikikubali litakuwa na malipo mazuri sana. Ni jambo gani hilo? Hili akunieleza kwa wakati huo, ila aliondoka akiniachia kibunda ambacho kwa tizi ni sawa na elfu sitini na tano mwisho akaondoka na msafara wake. Sisi nakumbuka wale wahudumu wa nne wafanya usafi kule ndani wa kike wawili wa kiume wawili Nesi Magdalena na mimi tukashika tenda ya kuvifunga vile vitanda. Tulianza vya upande mmoja, maiti wote tukawaweka tuka, tuka, tuka upande mmoja. Tulipomaliza tukawalaza baadhi na kuhamia upande mwingine, siku hiyo ambayo ni zaidi ya laki, siku hiyo mpaka nika, nika nakabidhisha lindo usiku, nilitoka na hela nyingi sana ambayo ni zaidi ya laki mbili na thelathini na tano ya huku TZ. Yule mwenzangu alipokuja jioni nilimpa ile elfu thelathini na tano naye afurahi pia. Nilimweleza lile nililoambiwa na mbunge huyo, itakuwa anataka alale na maiti ya rafiki yangu, umetajirika, ushindwe kujenga? Sasa nilishtuka kusikia vile, si kwamba sikuwa na wazo lile la hasha ila kuhakikishiwa na mwenzangu, nikajikuta nikiingiwa na wasiwasi wasi. Hofu kuntanda, ila mwenzangu alitoa hofu akanambia bahati huwa haiji mara mbili hii, hivyo nahisi ipushi nikaisukumia pembeni. Basi mi niliondoka siku hiyo, japo nilikuwa na furaha. Nilimweleza mke wangu kuja kwa mbunge na tenda tulioipata ila swala la kuchukua namba za mbunge na kunambia kuna jambo atahitaji nimsaidie kwangu, nililifanya siri we, nililifanya siri we. Unajua, si kila kitu cha kuongea tu kwa mwanamke, hili hichi nacho ni kitu cha kujifunza wanaume. Jambo mpaka leo hii nashangaa, sikuwahi na mpaka sasa, huwa simfichi kitu mke wangu, ila hila nilijikuta siku ile nikilimezea pia ushauri wa rafiki yangu kwenda kwa mganga, nilimweleza hili akaniunga mkono. Basi siku hiyo ikapita, hatimaye siku ya sita nikaingia kazini. Nakumbuka ilikuwa ni wikendi, Jumamosi. Sasa nikiwa nimekaa sehemu yangu pembeni kidogo ya mlango, ghafla nikasikia minong'ono ndani <laughs> safari hii sikutaka shobo kabisa za kuchungulia. Masikio nikaweka nta minong'ono ghafla, vicheko vikasikika, yani ilikuwa ni kama watu wanazungumza pia pia. Nikajikaza, ghafla nikasikia kishindo hapo. Sasa ikanipasa nichungulie, nikamkuta maiti mmoja chini. Sasa nikajiuliza, hivi maiti si huwa hana uhai, hawezi hata kujisogeza? Sasa yule kadondokaje? nikaona hapa nikienda kumwita daktari a, nikija nitamkuta juu pale pale. Nikapiga namba ya Magdalena, alipopokea nikamwambia kuna maiti imeanguka. Magdalena akasema maiti imeanguka, imeangukaje? Nikamweleza pia hakutaka kuniamini. Nikamwambia aje aone pale pale. Akakata simu. Kitendo tu cha kukata simu nilimshuhudia yule maiti akipanda juu mwenyewe, yaani si kwa kuinuka na kukaa hapana, ilikuwa ni kama anavutwa na sumaku juu. Alipofika usawa wa kitanda akasogea kidogo na kurudi juu kitandani. Kaka, huwezi <tuhum> amini, nilipikicha macho nikihisi pengine kile ninachokiona ni ndoto. Hapana. Asa ngoja nikwambie kitu kimoja, ile haikuwa ndoto, ni kweli kabisa na wala haikuwa ndoto ile an, yani. Nilibaki nimeduaa mpaka nesi alipokuja kunizindua. yopo wapi? E maiti yaliyodondoka kashapanda. <laughs> kapanda juu, kapanda juu, kapanda juu kivipi? Mbona sikuelewi we mzee wewe. Unajua, usinivuruge we mzee ikabidi sasa nimsimulie vile nilivyoona. Matokeo yake nesi yule alicheka sana. Mwombe mlinzi mwenzako akupeleke kwa, kwa mtaalamu ukofi akutoe hofu. Nikaguna, kumbe naye anamjua ukofi. Ai ha, kwa kweli sikuamini. Nikazidi kuwa na hamu hiyo Jumatatu ifike niende huko Nakuru, na nakurwa anapopatikana ukofi basi nesi yule akanambia nimfate, tukaenda mpaka katika kitanda alicholala yule maiti, akamfunua. Alikuwa ni kijana kama wa miaka thelathini na kitu hivi, akamshika sikio akasoma jina lake katikati kitanda kile, akamwita, hey, John, Johni, John. Ghafla yule maiti akafumbua macho, nesi yule akanitazama, kisha akafunua mdomo wake na kunena Huyu kijana atakuwa hajafa kihalali, kachukuliwa msukule. Huyu hapa tupo na gogo tu, nikwambie kitu, tupo na gogo. Dada yule aliongea huku akimfumba macho yule kijana na kugeuka kuondoka zake, akaniacha pale nikiitumbua macho yangu ile maiti kwa kutakuwa tafakuri ndefu sana. Eti kachukuliwa msukule, hapa tupo na gogo, gogo ndo ulifumbue macho kututazama. Ah, huyu ni mbona ananichanganya, nilijiuliza pasi na hata kupata jibu. Mwisho nikageuka na kupiga hatua kutoka nje kwenda eneo langu nikalo. Na msikilizaji, naomba nisikuchoshe, hii ni sehemu ya pili ya kazi ya Mochwari. Naomba usikose sehemu au kipindi kijacho kati cha Ulimbo wa Simulizi ambacho kipindi hicho kitakuwa kinakuletea sehemu ya tatu ya kazi ya Mochwari. Je, hili linalozungumzwa na Magdalena lina ukweli ndani yake? Msikilizaji, usikose kujua nini kinaendelea au nini kitafata katika simulizi ya kupendwa kabisa inayokwenda kwa jina la kazi ya Mochwari. Bila shaka, napenda ujue kwamba msimuliaji wa kupendwa kabisa ni mimi hapa Kaniban Ahmad ambaye unaweza kunipata kwa namba za simu 0717 72 21 81, lakini pia ukitaka simulizi uandikiwe simulizi utungiwe movie sinema, unaweza ukamcheki Gwiji katika uandishi, ambaye ni Zuberi Maruma. Unaweza kumpata kwa namba za simu 0673 Hamsini na sita, arubaini na tano, na mwisho ni hamsini na tatu. Uyo. He is a Khan speaking. Khan Ibn Ahmad, entering my voice, the blessing voice. The blessing, the voice to rule, to rule the world. I am here to rule the world. I want to rule all the story teller in the first in the YouTube trailer. I'm a YouTube teller. So and I want you all to be together with me